Himid Mao Faisal. Fei Faisal kabirisha pasi katika njia, Yahya Zaid Kitambala, huyu ni Mutumbula Jephte, bola Kitambala Volvo, tayari anakwenda kucheza kibinda mkoi wakuja burebure ni nyota ambaye msimu uliopita alicheza hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika, akiwa na AS Manyema Union. Faisal Salum Abdallah alipitisha kwa Yahya Saidi ya kaiseti, akaiunga moja kwa moja ni ndizi ile, banana cutting, na ikajaa kambani. Ronwen Williams goalkeeper wa Mamelodi Sundowns alifungwa stad mahti msimu uliopita na Jephte Kitambala Bola itakuwa wewe, Nasoro Abdallah Cholo, mpira umejaa kambani, ni Azam wako mbele, goli moja kwa sifuri. Said amepokea ameutenga pembeni, lakini tayari madhambi amefanyiwa. Alikutana na Faisal Arafat akaamua mmalize nyuma ya mpira Pascal Msindo, olekipa choro. Yeah, it. Itakuwaje? Kipyenga kimesikika. Msindo akazi amefurahi akiwa anajua safari ya kijana Pascal Msindo Kautens. Alimchungulia kipa, akachungulia ukuta, akapeleka kipa, akajitahidi kuruka. Wapi Azam, muda ambao anahitaji kwenda makundi kwa mara ya kwanza, ndio muda ambao kijana ambaye walimwamini wakawekeza kwake anakwenda kuwalipa kiandika bao safi kabisa ambalo mlinda lango limemshinda, ukuta umeshindwa kuzuia, na umejaa kambani moja kwa moja.